Vodacom, kazi ni kwako. Hivi ishu, ishu ya Irene Uwoya na wewe ya. <laughs> Ki ukweli niseme uh -huh. tu ukweli uh -huh. ishu yako na Irene, mi nimekuwa nikisikia mara chache wewe ukizungumzia, ni kwa ufupi mara chache, lakini kwenye magazeti tunaona ona sana. Uh -huh. Mimis, <laughs> Mimi mimi ningependa kusikia kutoka kwako. Okay, umekuwa mwazi kwa vitu vingi uh -huh. Hii tuambie ukweli. Okay. ni, ni kweli umekuwa mapenzini na Irene? <laughs> Irene ni mshikaji wangu kwa muda hmm mrefu sana, tumefanya movie, South Africa na zile vitu vilianza baada mi naye kwenda SA ndo vikalipuka kulia yakwaji ya, ya, jamaa ya hivi na hivi. Irene kapigwa simu, akazungumza alichozungumza kwenye uhed nini, mm. Mwona. Lakini mi sikuzungumza kitu, ikaleta maneno mtaani na yule msichana ambaye nilikuwa naye hapo awali mm. ikasemekana kwamba mi na mdamp yule msichana kwa sababu ya Irene, lakini vitu vingi vilizungumza ambavyo kwa asilimia themanini yakukuwa na ukweli Bwana kafuona kama mimi yule msichana wangu nilikuwa nimeachana naye miezi kama mitatu nyuma. Mm. Kwa hiyo ilipopuka ile na yeye kupigwa simu, mm, suri naye kampanikisha na, e, kampani na yakaanza kulopoka maneno ya ajabu ajabu. Mm. Sijui unaona. So bado mimi sikuwa napenda sana kuihusisha ile ishu na kazi zangu, yani kwa sababu mimi sitaki nionekane mtu ambaye nasimama mm, kwenye mziki wangu kwa sababu ya scandals. Yani nataka kazi yangu ndo inisimamishe mimi hmm. Yani isitokee time mtu ukimwambia, kwa sababu unajua kila jambo linamtengenezea picha mtu. Yani kuna mtu fulani ukimtaja unawaza kitu fulani. Yani kuna mtu ukimtaja tunawaza yule eh. Ah, yule si mzio wa skendo yule yeah. Vipi anakabadilisha tayari, nini anatoka na mwingine yeah. Umeelewa? yeah. Alafu kuna mtu ukimtaja, uta, ukiambia, ukisema, tu bana, date na, fulani mtu hadi anashtuka ile eh. Hmm. Kweli, inawezekana haiwezekani. So mimi sipendi kuonekana kama mtu ambaye labda kiki yangu mjini ni kudate na mtu fulani, na supastar fulani hmm. Yaani spendi ionekane hivo, lini mi ni, okay. Lowa ni mshikaji wangu wa tunapiga stori, haujawai kuwa mapenzini yeah. nayeye hata kwa kwa dakika kumi. <laughs> <laughs> Makisi, ipo <laughs> yes, alisema ananipenda yeah. ananipenda Mm -hmm. Najua kama ananipenda na kashaniambia mara nyingi ananipenda mpaka kesho ananiambia ananipenda. mm -hmm. Lakini mimi nafikiri yani, <laughs> sijui nataka nizungumze nini, sielewi. mm -hmm. Lakini najua kama ananipenda. Wewe unampenda? Oh, lakini kupendwa, nampenda kwa sababu ananipenda. mm huwezi -hmm. kuacha kumpenda mtu ambaye anakupenda yeye. Okay. Eh, ananipenda na mimi nampenda kwa sababu ananipenda. Okay. Eh. Yani sawa sana, mimi leo Millard najua we unanikubali, unanipenda na mi lazima yani kukubali nikupende kwa sababu da Millard mwanangu, okay. anakubali sana nachokifanya, nanipenda kwa hiyo mi pia nampenda, napenda sema. Lakini kupenda kwa Irene na wewe I haikufanya uwaze I mean, I mean, I mean, ya kufanya vitu vingine yani... um, unajua mwanamke mrembo akikwambia anakupenda <laughs> Yaani usee wanaume waga tunaenda direct kabisa hey, tunajinyosha. Yeah, yeah, yeah, atakuwa ananipenda hivyo. Atakuwa anakupenda hivyo. Eh. Hey. Uh, ah sema, sema kwa story ambazo nimewahi kuzisikia za chini chini hey, na na matukio yenyewe. Hey. Ah, Msami. <laughs> <laughs> Leo sema tu leo kubali. Eh, look at that. Hebu niambie sasa nataka nikubali nini? fanya hebu niambie. Ah, uh, yani kama kama umewao Likuwa naye mapenzini kama ushawahi kuvuka mpaka wa urafiki kwenda hatua fulani? kwenda hatua fulani, anyways. Nishawahi kuvuka mpaka wa urafiki na Irene kwenda hatua fulani. Ishawahi kutokea? Bado mnaendelea kuwa pamoja ama? Ndio maana anasema mimi sipendi vitu, najua lakini sasa hivi mashab... sasa hivi mashabiki ukisema na interview na Msami mm, drop maswali yako eh, utaona maswali watakuja ya? Na hilo swali yeah, of course, wange, wange... najua wangependa niwasaidie wa, ni ndio maana mimi na ningependa weniwe mwite um, um, um, Irene pia hapa kwenye interview eh, atakuja muulize hilo swali kwa nini ananipenda atajibu upande wake eh. Na lakini haijawahi kukuletea um, Uh, labda kama unajua kwa sababu yule alikuwa ameolewa mm. Labda unajua sometimes wanaume wanakuwa na wivu, wanaweza ka... Ishawahi kutokea vitu fulani hivi mm. nyuma nyuma kwa mfano mm. Yeye ananipenda Irene. Na nami yeah, nampenda mm. kama mshikaji washikaji tunapendana mm. So wakati mwingine labda anaweza nikampa kazi zangu akaposti kwenye nani kwenye Instagram, Instagram. Mm. so nafikiri jamaa akiona vile waga anaona kama inakuaje hivi no. Wakati mwingine anataka kuposti vitu vyangu ili aonyeshe sapoti, kwa sababu mimi nimemsupport vitu vingi sana hapa mm, anatamani kusupport vitu vyangu, lakini mimi namwambia no, acha isikuharibie wewe na familia yako, kwa sababu mwisho wa siku mm, mi Mkristo naamini katika dini yangu mm. kama Irene aliyoolewa na jamaa kwa ndoa ya kanisani, that means kwamba hiyo ni ndoa amejifunga, ni ndoa, ame ndoa tayari ambayo haivunjikagi. Sisi Wakristo ndoa zetu yeah, tunajua mm, kuvunjika inakuwa ngumu na zilazimisha tu lakini kiimani yabo niambia ume umeama imani yani auko ya tena katika imani ya Kikristo ndo usema umeivunja. So mi naheshimu namheshimu. Naisha kutokea, kuna siku, kuna vitu vitokea kwenye mtandao mtandao, maugomvi ugomvi, nikaona jamaa na komenti vilikuwa vinanihusisha mimi, maneno wanatupiana, ilikuwa ni Irene mm. eshe, ilikuwa eshe aliniposti mimi kirafiki tu, lakini si yani, mimi hata sijui ilipoanza, kwa sababu pia nilikuwa nimesafiri mm. So nimekuja kushtukia ile issue asubuhi kwenye mitandao mm. Ah, imetokea nini. Nilikuwa ni birthday yangu nafikiri mm. yule aliniposti, alivoniposti akaandika maneno gani sijui, yakaleta utata, yani yani, unajua nilikuwa napita kwenye Instagram nakuta ma, ma vitu ningejisema <laughs> <laughs> kumbe jana ndo palikuwa hivi huko <laughs> Umeona. Yeah. So jamaa naye akaingia kati ile akawa wanabishana huko kwenye mitandao sio, mm. nikaambia tu Irene bwana, mpigia so madi yani, haipendezi yani, yani kuonekana vitu vinakuwa mm. mi then si vifurahi umeona, mm. nafikiri walizungumza labda yakakaa okay, yakakaa sawa na, na, na hiyo imekufanya labda sasa hivi ujisogeze ukae okay, mbali na Irene, ama chochote ufanye? Uh, tunashirikiana kwenye kazi kwa mfano ile movie ambayo tumefanya inatakiwa itoke. Inatoka lini? Kuna usumbufu tu kidogo wa director anasumbua mm, juzi wanipigia simu kwa ajili ya kwenda kukaa na jamaa kwa ajili ya kufinalize vipande vile vya dansi. Mm, nini muone mm, so, ikashindwa kufanyika yani, kuna vitu fulani kidogo vya kumalizia katika umaliziaji vinasumbua. Nafikiri ni director ndo ametuangusha mona, kwao tunashirikiana kwenye kazi mona, mm. Lakini mimi napenda kutanguliza sana kazi yaani, haya maswala ya mapenzi sijui nini yani, mm. mi sipendi yatangulie katika kazi zangu, kwa sababu yatanishushia yatanishusha kwa kifupi yatanishusha, kwa maana kwamba, mm. wakati mwingine pia kudat ku, ku na mkiwa mnadeti wote watu maarufu watu inasumbua mm. Yani inasumbua, inaweza kukupa stress, kakutoa katika njia. Yani ulikuwa una focus kwenye kitu fulani, ukajikuta unaama unafanya vitu vingine vya ajabu. Kwa hiyo mi sipendi hivyo vitu mm. vitokee, okay. Yani mi nataka ni focus kwenye kazi, na kama this time nimeamua, yani nitafight niwezavyo, na imani na Watanzania watanisupoti pia kuweza kufika na kupata. Sasa nikishaanza tena kuanza kuingiza sijui Eti Msami leo iko na Irene Msami, sijui leo iko sijui na sawa nani, sijui nani. mm. unajua mm. inakuwa ipendezi okay. mm. taka mtu akiulizwa Msami yule jamani, hatari <laughs> <Ya> jamaa anaperform <laughs> <papo, laughs> sio mtu anaulizwa Msami ana ana kata, isitaki ionekane hivyo okay. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila story za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram, facebookcom, twittercom pamoja na instagram com Millard Ayo. Usisahau pia kutembelea Millard Ayo com kwa stori mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania zote unazozitaka ziko tza Millard Ayo com na Ayo TV. Ayo TV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea Ayo TV.